Pacome alichomzidi Ibrahim Morris ni tatoo na bleach. Ni maneno ya mdau wa soka kutokea hapa Tanzania, anajulikana kwa jina la Bruno Kalolela TZ, ambapo ameweza kufunguka kudai kwamba najisikia vibaya kama nitakufa bila kusema huu ukweli. Pacome anaenda we, anaenda huku akishuka kiwango, lakini Morris anapanda kila siku. Niseme tu ukweli, Pacome kwa Morris ana, anavyo ya kujifunza mdau anasema nnb sijakuita mdau. Ameweza kutoa tofauti hiyo iliyopo kati ya Ibrahim Morice pamoja na Pacome kwa kudai kwamba ni vitu vichache tu ambavyo vinawatofautisha ee, viungo vhi, hao au wachezaji hao wa timu hizi mbili kwa kudai kwamba Pacome bado ana safari ndefu sana ya kujifunza kujifunza kwa bwana mdogo Ibrahim Morice, ambapo kwa kudai kwamba Morice yeye kila siku kiwango chake kinapanda, tofauti na Pacome ambapo yeye kila siku kadri siku zinavyoenda kiwango chake ndivyo kinavyozidi kina kushuka, yani kinashuka taratibu, huku wakiendelea kumsifia, huku mdau akidai kwamba katika kitu ambacho unaweza kumtofautisha kati ya Morice pamoja na Pacome, basi unaweza kusema ni zile tatu alizonazo eh Pakome, lakini na ile aliyepaka kichwani Paome, ila uwanjani ni vitu vingi sana ambavyo Morice amemzidi Pacome, kwamba Ibrahim Morice yeye alisajiliwa na klabu ya Simba Sport Klubu, katika dirisha hili kubwa kutumikia klabu hiyo ya Simba Sport Klubu. Lakini kwa upande wake Pacome yeye mpaka sasa ameweza kutumikia takriban misimu mitatu akiwa na klabu hiyo ya Yanga, hivyo uwezo wake wengi wanauelewa kutokana na watali wake huku akiwa anawania tuzo ya the MVP kwa mwaka elfu mbili ishirini na tano eh, kwenye msimu ambao umepita wakiwa pamoja na Jinchazi awa. Lakini mdau ameweza kuonesha tofauti yake kwamba Morris anapanda kila siku na, eh, kusema kweli, Morris Pacome ana vitu vingi sana vya kujifunza kwa Morris, tofauti na Morris kuwa na kujifunza vitu vingi kwa Pacome zwazwa.